Oh, oh, oh. Ingekuwa usafili mimi ningeshuka mbali iendako, mimi sinana ouli na, na shangaa. Niendako ni mbali, napambana hapa baridi kali, oh, Yatafika mwisho ona, oh kila kitu kina mwisho o oh. Yatafika mwisho

Yani, fanya kama vile mimi na wewe hatujuani wala hatujawahi ya kuonana. Yani chukulia sawa, kiichokikia siku pale kanisani, chukulia kilitokea, ni bahati mbaya. Mwenyewe sielewi kwa nini kilitokea. Kwa hiyo nilichokuja hapa sawa, sitaki mazoea, sio? Unanielewa nini tena Unamaanisha nini hiyo? Mimi mwenyewe sielewi. Sijui. Kwa mda unaambia kwa mna mimba au? Sielewi bado Jackie. Yani unamaanisha nini yani? Mimi mwenyewe si sielewi. Bado sielewi lakini miezi miwili imepita sikuwa. Ah we we we. Yaani mara moja, na siku moja. Ndio mara si moja siku moja. Sielewi. Unaposema siku moja Jackie, kwani tulitumia kinga? Wewe we, ulishindaje kuzuia yes, sana wewe siku? Kwa mimi tutumie kinga Jackie. Ah.

Mimi shemeji yako shemeji, mbona unakuja kukupanikiza shemeji kwamba mimi sina kufahamu shemeji yangu au? mdogo wangu yuko wapi? Mimi shemeji yako nakuuliza, mdogo wangu yuko wapi? Mimi shemeji yako kwa shemeji, mi naomba shemeji, tutafute sehemu tukae tuzungumze. Naenda kwenye point, mdogo wangu yuko wapi kwa shemeji mimi na Imani tukikaa tukizungumza, tutaelewana tu shemeji yangu, kuelewana shemeji. Acha upumbavu te, si ni watoto wa kiume shemeji, tukae chini tuzungumze shemeji. Mimi na Imani tutaelewana tu shemeji yangu, ili ukija kusema hatuwezi kuelewana, mambo yanazungumzika shemeji yangu. Acha kuongea upumbavu wewe. Hivi, Kama kujipanga kwani uko na kimbilia kuoa? Alafu sasa kwa upumbavu uliokuwa nao unaoa mdogo wangu, unamtelekeza, unaenda kuongea na, una oa, na, kwa, kwa, kwa, kwa na wanawake kwenye baa kweli? afu naita shemeji shemeji, pumbavu na nusu wewe. Sikiliza kwanza, nisikilize mdogo wangu, kamchukua kuanzia saizi, la sivyo, la sivyo. Chukua mdogo wangu la sivyo nitakupoteza kwenye ulimwengu mdogo wangu wakose a akahaba wakose, sio shemeji kubavu wewe! Shemeji toka wewe! Shemeji toka wewe, usinitoe shemeji yangu. Ukimchukua mdogo wangu, ndio unite shemeji yako, mpuzi na nusu wewe! Shemeji tukae, shemeji tuyazungumza, shemeji mwana eleweka, shemeji shemeji Mchungaji kwa waganga wa unini, umalaya, hii ndoa ya vituko, umbea, uchawi, ndoa ya dunia. Ona, ona, ona, ona, ndoa ya dunia. <laughs> Halo, mimi mzima mtumishi. Habari za saa hizi? Ah, ese sasa nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe si unaweza kwa upo sehemu gani saa hivi? Ehe, bora kama una kazi nakuomba basi uje hapa FM Loje. Hamna shida, ni maswala tu mawili matatu. Eh, sasa basi sawa, uje kukulipia hapo basi. Sawa

Kwanza nashukuru bwana, umekuja mahali hapa. Ah, ni kweli hata mwenyewe niliposikia simu yako nikajua baba, alafu na simu nyingi sana, sijakuona kanisani. Nikaona hapa ndio, ni furaha kabisa baba, narudi kanisani, sudala kanisani. Bwana lipo lipo sana, lazima tu mambo mawili matatu ambao yapo katikati ya mambo yale. Muda ukifika nakuja. Sawa baba, kama unavyosema kwamba mambo yamekubana, hmm, ila lakini unavyozidi kushinda shinda shetani naye ndo anamoteka teka huko kwa ujitahidi sana. Najua hilo, najua hilo. Nitakuja sio muda. Ni mm kweli. -hmm. Ehe ndugu yangu. Kwanza mm -hmm. ongea na yote, nikupe kwanza mkono. Amina, amina baba. Yaani bwana, kuna kitu nimekisikia kimenifurahisha sana. Ndio, ndio kitu gani? Ah. Kwa... <laughs> Nasikia umetangaza uchumba bwana. Hebu nipe habari kamili. Ah, ni kweli baba ni kweli yaani ni kweli kabisa ah. Mungu mwema. Nimesubiri ni miaka mingi sana kuja <laughs> kanisani. Sasa hapo nimefurahi. <laughs> <laughs> ni kweli baba? Yaani nimefurahi sana. Kama ni swala la elimu sana hiyo. Sasa, ndugu yangu. Ndio baba. Hongera sana kuja kwenye majukumu. Siyamanisha kuna majukumu sana na maanisha masuala ya ndoa uwe ana mambo mengi, utakutana na changamoto nyingi, na mambo mengine yatakuwa ni mengi. Hivyo basi, naomba kabla hujaingia kuna majukumu, natamani sana ndoa yako ije ni amani yenye furaha na upendo, isiwe kama kama hao kina Jackie ambao unajutia mpaka kwenda kufanya usemo. Ah baba, lakini mimi si unanifahamu kijana wako huko vizuri sana, nampenda sana yule binti nah. Baba, kwa hiyo siwezi kabisa nikaingie kwenye matata kama ya Jackie, siwezi kabisa saka sana. Nakuamini sana kijana wangu, ni kweli. Kwa hiyo kwanza nini? Sisi ni nje nikupe zawadi gani? Sasa ndugu yangu, ndio yeah, baba. Hebu <laughs> naomba unisamehe sana. Mimi nilikuwa nimekutia hicho nadhani kwanza ni swala la heri kwa sababu nimefurahi. Nikuila samahani kwa kupoteza muda wako kuja kunisikiliza ile swala ambayo nilikuwa naongelea sasa. Ndio. Kama ndio hivi. Mimi kuna zawadi nataka nikuandalie. Tena ni bonge la zawadi. Ah, yani baba, mm -hmm. Ni ujio wako tu ukifika siku hiyo. Nitafurahi mm -hmm. Sana baba maana ni jambo oh, ambalo nimelisubiri kwa oh, muda mrefu. Basi, sawa kijana mwanangu, tukaendelea na shughuli zetu. Sawa. Fika mwisho ona oh, kila kitu kina mwisho oh yatafika mwisho

Hmm. Nani hey, kama mimi kijiji kizima mmeshaenda. Mungu alinipa kipaji, Mungu alinipa karama mimi sio mbea, ila mimi sio mbea. So mbea, mimi nina karama ya kupeleka taarifa kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mbea. Hiyo sio taarifa. Maana taarifa, maana kwani wewe ninavyokuletea taarifa inakuwa inaniusu ili ujue utambua labda unamsaidiaje huyo mtu. Ninavyokupa taarifa taarifa ta, ni kwamba vi nasema acha. So hapa tu moyo unashindwa kupumua kwa, kwa, kwa, yani vizuri kwenye mfumo wake kwa sababu nimeabeba mambo ya watu fulani, ni ndoa fulani, yaani hiyo ndoa, yeah. Jamani kama Tupa, mnasali salini kweli, mshikeni Mungu, maana kuna watu walikuwa wanacheza na Mungu. Yaani shetani amewapiga ya kibuti saizi, wanashangaa. Unamjua yule Dorcas, yule Dorcas na mme wake, lk najifanya nasali, sasa yule ndoa imemshika haya alipo hana no na huyo mme wake uko kanisani, ameacha ya, yaani wote kiufupi, wameachika kanisani, hawaendi sio? Mnanielewa ninapozungumza haya. Sasa huyo mwanaume ni wake za watu, huyo mwanamke waume za watu, hata wanaume zenu. Isitoshe ameshapita nao, hataki na yoyote hey hata chabu, chabulebule sasa. Nayonam, yani mimi siku ya kwanza tu nikapata taarifa na mwanaume wake, siku ya pili sijakaa sawa, mwanamke wake nitakutana naye naye akanipa taarifa. Sasa mimi jamani, kama wanavyoniona, nawe mbambau sina kwa kuyatunzia hayo maneno kwa hapa, nachokifanya kila mtu nampa taarifa, yaani nawapa taarifa kwamba hivi, wakumwombea wamwombea, wakumshauri wamshauri. Haya, taarifa ndo hiyo, ujumbe umeisha hapa na taarifa nimeshawafikishia. Kama mnaendelea kumwombea, basi kumwombea. Mungu akubariki. Haya, tunashukuru kwa taarifa, tutamwombea chogangu. Huyu huyu huyu, nilimpenda huyo huyo huyo, kwanza kwanza kwanza. Maana huyo Jackie kwanza, nimpandishe, nimshushe, nimweke pale mimi huyo, eh.

Leo nimekuona mama yangu ni jambo la heri. Sana Mungu. Leo nimekuona ni jambo la heri kabisa mama yangu. Hakika utafurahi kabisa. <laughs> Utafurahi kabisa mama yangu. Kweli leo siku ya furaha. Kweli nimekuona tu kwanza moyo wangu hapa umefarajika. Yaani siku ya leo ni ya furaha. Hakika utafurahi kabisa. Ni sana na furaha leo mama yangu. Yaani toka huko nakutafuta. Yaani hata moyo wenyewe ulikuwa unakutana kwamba huyu paka nikutane naye. Hakika Mungu ni mwema leo. Nimekukuta kabisa. Hakika Mungu ni mwema kikweli. Jambo hili kweli yalipanga kabisa kwamba leo hii ndio tulizungumzie kabisa kwa uzuri. Nina furaha sana mamangu, hakika utafurahi kabisa. Jamani Leila wa Leila, unafurahi kweli ujio wangu na hili jambo? Nataka kukuambia furahi basi jamani <laughs> mamangu, niko hapa. Furahi furahi mamangu, nini nini, machozi machozi ya furaha. Wewe usijali kabisa, tutafunga kabisa. Yaani tutafunga, ndio tutafunga afu Jumapili, yaani moja kwa moja Yaani nikisha kuficha tu pete ngaa, ikaingia tayari, imeshaandikwa kabisa, mamaangu. Ila lakini usilie basi. <coughs> <coughs> Niambie mamaangu, niko hapa. Usilie jamani, furaha yote hiyo jamani, we usilie sana. Ndio maana niko hapa mamaangu, we usijali kabisa, ongea <coughs> nashukuru sana kwa kusikia hivyo jamani. Mimi nina furaha. Kuna kitu nataka nikuambie. Sema tu mama yangu, siwe na hofu, sema sema, nafurahi sana kusikia hivyo. Nafurahi sana niambie, mama yangu areas. Kwangu mama yangu, kuwa huru, kuwa huru kabisa, jiachie mama, niko hapa kabisa, usiwe wasi na wasiwasi kabisa, niambie sasa ni, nimesha kusamehe mama, sema ongea, we usio na hofu, we ongea tu, niko hapa mama angu. Jaki da ni muda mrefu sana sijamuona, rafiki yangu ni rafiki yangu sana, yani sana, mambo mengi sana tunashirikiana ya naye, yani ni rafiki yangu, yaani yule ni ndugu yangu tu, tu kabisa niseme. <laughs> Akawa amekwambiaje au naye siku ya ataleta zawadi? Najua ni hivi, niambia, akasemeje? Elias, naomba unisamehe, sema ni kwa ugumu kabisa, niko hapa kwa sababu unipende. Jackie Jackie, Una mimba? Oh, oh, oh. Ingekuwa usafili mimi ningeshuka mbali, iendako mimi sinana ouli na na shangaa niendako ni mbali, napambana hapa baridi kali.